Tulipofika mahali hapa kulikuwa hakuna shule na watoto walikuwa wanapata shida sana, kwa hiyo tukaona kwamba tuanzishe shule kama shule shikizi. Kwa maono yetu, mimi na mchungaji, tukao tumeanzisha shule shikizi, watoto wetu wakaanza kupata elimu kuanzia chekechea, tukaendelea hivyo mpaka tukafikia darasa la kwanza na la pili, kwamba tarehe 30 wakimaliza, tukija kio chatae 30 kuanzia mwezi wa nne wa tano ujenzi huku tunaojaongea kuta tofali kwa wale ambao hawajachanga wakamilisha na mambo ambayo tumekubaliana mkurugenzi mtendaji kwenye hichi kitongoji mtendaji wa kijiji ametoa kitabu cha stakabadhi cha ukusanyaji wa michango lakini tumeelekeza wadau wa maendeleo na wengine wapeleke fedha kwenye akaunti ya kijiji cha Mwavi na akaunti ile imetolewa kwenye maeneo tofauti kwa jambo ambalo pia naendelea kulisisitiza tarehe thelathini na moja mtendaji chukua bank statement pitia kila kitu lakini kwa sababu ni viongozi tumeahidi namo tarehe 30 michango yote inakamilika. Uh, seg hapa logo. Kituo kimeanzishwa bila utaratibu ukizingatia sela mpya ya elimu ambayo inataka watoto wasome kama hakuna ni makosa yamefanyika. a atdasapiri tutafanya mpango na viongozi wa elimu walio kwenye kata jinsi gani tuwaendeleza elimu yao kasabau wanatiani wa darasa la ni waombe wazazi wa eneo hili sio kila, shu, kila kanisa au kila eneo ni la kufungua shule. Wafuate utaratibu, tuna viongozi wa elimu kuanzia kila kitongoji. Kwenye kitongoji kuna viongozi wa elimu kwenye kata, lakini pia si tupo wilayani. Kwa hiyo tupo pale, kama wana shida yoyote wanaweza kutafuta tukawaelekeza jinsi ya kuanzisha shule, lakini sio kama hivi kilichopo hapa. Lakini baada ya kutembelea na kujiridhisha, tumeona kwamba taratibu hazikufatwa za uanzishaji wa kituo hiki cha Segwa. Uh, kwa sababu hata uh, mwalimu anayefundisha uh, hana taaluma ile ya ualimu ambayo inatakiwa kuwapatia wanafunzi hawa uh, masomo yao ambao wanatakiwa kuwa naye. Lakini pia tumezunguka kwenye mazingira, tumeona mazingira pia si rafiki, mazingira ni hatarishi kwa wanafunzi hawa kuwepo mahali hapa, kwa sababu hata choo pia ni changamoto kwenye eneo hili. Lakini pia eneo hili ni la kanisa na kanisa walikuwa wanatoa tu msaada kwa kushirikiana na wazazi kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata elimu eneo hili. Kwa hiyo uh, kuanzia leo kwa maelekezo yangu kama mkurugenzi, ni kuona kituo hiki sasa kinafungwa na kufata utaratibu wa kuanzisha shule shikizi. Na kwa eneo hili, baada ya kutembelea, tumegundua kwamba ndio kuna changamoto, kwa sababu ni mbali na shule mama ya, ya, ya Mwavi ambayo iko karibu, iko kwenye kata yetu ya Fukayosi na kama ofisi ya mkurugenzi tumeongea na mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji pamoja na mheshimiwa diwani kuanza kwa nguvu za wananchi kuanza shule shikizi eneo hili, na ofisi ya mkurugenzi itahakisha kwamba kwenye mwezi huu wa nane tunapoenda kwenye bajeti mpya ya mwaka wa fedha 25 26, basi tunaleta fedha kwa ajili ya kukamilisha eneo hili kuweza kupata shule shikizi kwa mwaka huu mpya wa fedha ili kuondoa adha ya wana, wanafunzi hawa na wazazi wa eneo hili la Segwa ambao wanapata elimu lakini kwa sasa ambapo kituo hiki hakina sifa na mazingira yake ni hatarishi, uh, kwa leo tumekifunga, uh, na kuhakikisha kwamba wanafunzi walioko hapa hawa ambao, uh, bado wako kwenye madarasa ya juu wanaweza kushirikiana wazazi pamoja na mheshimiwa diwani na mtendaji wa Fukayosi pamoja na mtendaji wa kijiji cha Mwavi kuhakikisha kwamba wanaenda kupata elimu katika shule mama ya Mwavi ambayo iko kwenye kata hii yetu ya Fukayosi. lakini kama kanisa ambalo linatoa huduma hii kwa waumini, pia tunaendelea kukagua nyaraka zake kuona kama kanisa hili lina nyaraka zote zinazohitajika ili kuendelea na huduma hizo, lakini kutokana na kukosa choo bora kwa kanisa hili ambalo pia ni, ni changamoto kwa waumini ambao wanasoma wa wanasali hapa, pia nao tunasitisha huduma yao kuhakikisha kwamba mpaka watakapojiridhisha kuwa na choo bora cha kuweza kutoa uh, uh, kutoa huduma kwa waumini wao.